Washe kufunga wa wa o basi kanuni ndio hiyo hiyo itakawataka waje kuwanjani, nakwambia, wa hwanauo ubavu za bulebule yeah. Wamezoea mteremko ile, sio wanajitekenya, wanacheka wenyewe. Yani wanachokifanya wao ya ya kungu wanataka kumpanga riba, wanajitekenya tu. Watu wambieni wasijidanganye hawana huo uwezo. Yaani wale ni majangili kama majangili wengine. Mm. Eh, uwezi kumzuia, si wewe una ubavu wa kumzuia Simba Sports. Yaani last boni wa Kafu. Sio sio tu TFF Kafu. Kwa hiyo mlikuwa mchezaji. Asiyetushara tutati yana. Ushangua mchezi. Eh, ah, e, imagine ha? Watu waogopa yani mbuzi. Yaani <laughs> <laughs> mbuzi. Unajua na sababu za kweli mbuzi ziniletwa. Ndio wao wametoa stori hizo, yaani katika wanaambiwa sasa, wameenda TFF kwa nini mmewazuia last born wa taifa asifanye mazoezi kwa kwa mazoezi? Mijonga. Ila kanuni siipo, kanuni siipo, lakini hiyo hiyo kanuni pia inataka Simba ifanye mazoezi. Yaani tuzuiwe kufanya kujiandaa na mechi mpaka tumekuja kufanya mazoezi leo hapa, yaani tumetoka Bunju, tumekuja kufanya mazoezi hapa. Hey, haya watu. Aa, tulikuwa tunafanya mazoezi ambayo tulikatazwa kufanya Pare kwa palekwa sasa, waosi walienda, matokeo ngapi ngapi ngapingapi? Mechi ilikuwa ngapi ngapi likuwa ngapingapiila siwalipeleka timu jamani? <tippa> wanapewa na nani? Sheria iko wapi? Yani hiyo tatu napewa na nani? Kwa sababu alikuwa mna marefali wala mechi commissioner ayupo, haya, hiyo wenti tatu napewa kivipi? Kitapigwa tu kaka, kupigwa Kitapigwa tu, e, tuko tayari sisi, tutaenda asipoenda, vipengele si tumekimbia, ukimbia e. E, e, e, tufanye si tulikimbia, ila wao oh, walishindwa kuvumilia masaa haya mawili haya elfu mbili na ishirini maw... e, na moja, msijizime data nyie waandishi, masaa na sisi tumeenda kwenye kanuni. <laughs> <laughs> e, eh lakini kiukweli kabisa tukitoa mambo ya kishabiki mambo ya Kusemana semana kusimangana, uh, ifike mahali Simba na Yanga wasimame waziheshimu hizi kanuni za mpira wa miguu Tanzania. Maana yangu ni nini? Maana yangu ni kwamba leo hii amefanya Simba na Yanga, kesho atafanya Mtibwa, atafanya Kagera Sugar na Namungo, mambo yatakuwa mengine hapa. Lakini pia ifikie mahali Simba na Yanga ziwahurumie mashabiki wake Mashabiki wametoka mbali, mashabiki wamepika mavyakula, wakajua leo kinapigwa. Mashabiki wafanyabiashara mbalimbali wamepata hasara, watu wametoka mikoa tofauti tofauti, sijui unanielewa vizuri? Kwa hiyo ifike mahali kila mtu Simba ajue. We mzee, umeelewa? Yeah. <laughs> Utakula makofi sasa hivi hapo, umenielewa vizuri? Unanielewa vizuri, vizuri? Basi ondoka, umenielewa vizuri. Kwa hiyo ifike mahali timu zetu ziheshimu hizi kanuni, mpira wetu unaongozwa kwa kanuni fikie mahali kila timu iheshimu hizo kanuni ambazo zimewekwa. Kwa hiyo binafsi yangu nimefurahi msimamo wa viongozi wangu.